Akizungumza katika hafla ya kielimu iliyoandaliwa shuleni, naibu mkurugenzi wa elimu wa kaunti ndogo ya Busia, Oliver Adika, alikiri kuwa bado kuna changamoto katika utekelezaji wa mtaala wa CBC. Alisema changamoto kama uhaba wa walimu na miundo misingi hafifu zimekuwa kizingiti kikubwa, lakini serikali inaendelea kusaka suluhu ya kudumu. Kwa walimu ni jambo ambalo tunashughulikia. Hasa sana kwa upande wa TSC kuna mikakati maalum ambayo tuko nayo, ili tunaita katika Kiingereza live streaming of lessons, ambayo ipo ili kwamba tunaweza kutumia hata walimu kutoka shule zingine kuweza kuwasilisha masomo katika shule zingine ili kupunguza ile hali ya uhaba, ya uhaba wa walimu our teachers will be trained we are also hoping that uh, the government through TSC will employ more teachers already the employing interns. and uh, remember currently in secondary schools senior schools we do not have the form 1 class so already there is space for the grade 10 who will be joining next year Adika aliwahimiza wazazi kushirikiana kwa karibu na walimu ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wananufaika kikamilifu na elimu wanayopata. Katika upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo, Dishon Shiundu, alitoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu kutafuta suluhu ya haraka kwa matatizo yanayowakabili walimu na wanafunzi. Tunahitaji walimu karibu 44 ili kuweza kuendeleza masomo kwa wanafunzi vyema. Kwa hivyo ni ombi letu tunapozindua mikakati hii, kwamba tume ambayo inahusika na wajiri wa walimu nchini iweze kutusaidia kuwapata walimu zaidi. Tunapangia kwamba tutakuwa tunarejelea maswala kadhaa, maswala ya kielimu, maswala ya utumishi wafanyikazi, maswala ya mijengo, maswala ya rasilimali tofauti kwa shule. Kwa hivyo ni tarajio letu kwamba tunapozindua mkakati hii washikadau wengine ambao wanashirikiana nasi watatuunga mkono kuhakikisha kwamba haya maono ambayo tuko nayo kama shule yanatimia. Huku serikali ikiendelea na juhudi za kuboresha sekta ya elimu, wadau wanatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba mtaala wa CBC unatekelezwa kwa ufanisi bila kumwacha mwanafunzi yeyote nyuma. Ni matumaini ya wengi kuwa changamoto hizi zitapewa suluhisho la haraka na watoto wa Kenya watapata elimu bora isiyo na vikwazo. Nikiripotia Dira ya Tandao nikiwa kaunti ya Busia, jina langu ni Emmanuel Barasa.